Watu ulimwenguni kutoka kwenye dimbwi la ufukara. Mohamed Halif anayo maelezo zaidi. Kwenye mkutano na waandishi wa habari muda mfupi kabla ya kufunguliwa kongamano hilo mjini Seville, Guterres alisema kwamba waraka ulioidhinishwa na mataifa 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa jina la ahadi ya kiraia katikati ya mwezi huu kwenye matayarisho ya kongamano hili utapitishwa pia na washiriki na kuthibitisha jinsi nchi zilivyojitolea kuhakikisha kuwa injini ya maendeleo inafanya kazi tena. meet, in wakati to... tunapokutana hapa, dunia iko nyuma sana kwenye utekelezaji wa ahadi zake za kuyapeleka mbele malengo ya maendeleo endelevu. Kuyafikia malengo hayo kunahitaji uwekezaji wa zaidi ya dola trilioni nne za Kimarekani kwa mwaka. Wakati huo huo, ukuaji wa uchumi duniani unashuka vikwazo vya kibiashara vinaongezeka na misaada kwa bajeti inaporomoka. Mwenyeji wa kongamano hilo, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, aliwaambia waandishi wa habari kwamba kongamano la Sevilla lina maana kubwa kwani bila ya kuwepo ufadhili hapawezi kuwepo na sera za maendeleo. Sanchez aliongeza na hapa na mnukuu, kwa sababu bila ufadhili hakuwezi kuwa sera za maendeleo, na bila sera za maendeleo hakutakuwa na dunia yenye usawa. Kinyume chake kutakuwa na majanga, ukosefu zaidi wa usawa, migogoro zaidi, uhamiaji zaidi wa ovyoovyo ovyo, na uharibifu mkubwa wa mazingira, mwisho wa kumnukuu. Kongamano hili la ufadhili wa maendeleo lilioandaliwa kwa ushirikiano baina ya Umoja wa Mataifa na Hispania la linaokutanisha pamoja washiriki zaidi ya elfu nne kutoka kote ulimwenguni wakiwemo viongozi wakuu kutoka nchi zaidi ya sabini, wafanyabiashara, wawekezaji, asasi za kiraia na mashirika ya misaada. Hata hivyo, mmojawapo wa wafadhili wakubwa kongamano hilo, Marekani ilikataa kuidhinisha hati ya matayarisho ya kongamano lenyewe na ya badala yake ikajitoa kabisa kwenye mkutano huo, jambo liloashiria kuporomoka kwa ushirikiano wa, wa kimataifa katika kupambana njaa maradhi na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Uamuzi wa rais Trump wa Marekani kulifungia shirika lake la misaada USAID unatajwa kuathiri pakubwa ufikiwaji wa malengo ya kongamano hilo. Si Marekani pekee hata hivyo, ambayo imeleta athari mbaya ya kongamano hilo bali pia Ujerumani, Uingereza na Ufaransa nazo zimeendelea na kampeni ya kukata kiwango kikubwa cha misaada yao, wakati huo huo zikielekeza fedha zao kwenye maeneo mengine kama vile bajeti za ulinzi. Zaidi ya watu milioni mia nane ulimwenguni wanaishi kwa chini ya dola tatu za kimarekani kwa siku kwa mujibu wa Benki ya Dunia, huku ufukara wa kutubo kiliathiri eneo kubwa, hasa mataifa ya Afrika yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Asante sana Muhamed Helef kwa ripoti hiyo, na asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuchagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Naarifiwa sasa tupo mubashara kupitia mtandao wa Facebook, tafuta tu DW Kiswahili utaweza kutupata kule mubashara. Tukisonga mbele, rais wa Iran Masud Pezeshkian ametetea uamuzi wa nchi yake kusitisha ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la atomiki IAEA akimtuhumu mkuu wake kwa mwenendo wa uharibifu. Wakati huo wa Ujerumani na Ufaransa kwa pamoja zimelaani Iran kwa kumtishia mkuu wa shirika la IAEA baada ya kunyimwa ridhaa ya kuyatembelea maeneo ya, ya shughuli za nyuklia yaliyoshambuliwa. Yote haya yanaendelea, Iran inasisitiza kuwa ina haki ya kuwa na nyuklia kwa matumizi ya amani. Thelma Mwazaya anaripoti kamili. Wabunge wa Iran walipitisha mswada wa kusitisha ushirikiano na IAEA muda mfupi baada ya mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Israel tarehe 13 mwezi wa Juni na mashambulizi ya baadaye yaliyofanywa na Marekani kwenye vituo vya shughuli za nyuklia vya Iran. Ingawa usitishaji wa mapigano kati ya Iran na Israel ulianza tarehe 24 mwezi wa Juni, maafisa wa Iran wameendelea kulalamikia kile wanachokiita kushindwa kwa IAEA kuchukua msimamo wa kitaalamu na usioegemea upande wowote. Pia walikosoa azimio la IAEA la tarehe 12 Juni lililodai kuwa Iran haijazingatia wajibu wake kuhusu mkataba wa nuklia. Rais Macron, katika chapisho la hadhara, alitoa wito wa kuheshimu usitishaji wa mapigano na kurejea kwa mazungumzo kuhusu masuala ya nuklia na makombora ya masafa marefu. Alisisitiza pia umuhimu wa Teheran kuwaruhusu wakaguzi wa IAEA kurejea nchini humo ili kuhakikisha uwazi kamili. Hata hivyo, Iran imesisitiza kuwa hali ya sasa bado ni tete mno kuhakikisha usalama wa kaguzi. Guzi wa kimataifa hasa ikizingatiwa kuwa maeneo yao ya nyuklia yalishambuliwa moja kwa moja siku chache zilizopita. Hii leo Ufaransa, Ujerumani na Uingereza zilitoa taarifa ya pa pamoja kulaani vitisho dhidi ya mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi baada ya Iran kukataa ombi lake la kutembelea maeneo ya nyuklia yaliyoshambuliwa ingawa vitisho hivyo havikufafanuliwa wazi, gazeti la kihafidhina la Iran Kayhan lilikuwa tayari limechapisha makala inayodai kuwa Grossi ni jasusi wa Israel na kusema anapaswa kuhukumiwa kifo akiingia nchini humo, hali iliyozua hasira katika miji mikuu ya nchi za magharibi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran Ismail Bakaei hey, amesema uamuzi wa bunge unaonyesha hasira na hofu ya raia wa Iran. Haturidhishwi kabisa na misimamo na hatua za mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi. Tuna mashaka na tunaamini kuwa hajatekeleza majukumu yake ya kitaalamu ipasavyo kama mkurugenzi mkuu wa shirika hilo. Bahaei pia amezungumzia mabadiliko ya msimamo wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uwezekano wa kuiondolea Iran vikwazo, na kumtuhumu Trump kwa kucheza kile alichokiita michezo ya kisaikolojia na vyombo vya habari badala ya kufanya juhudi za kweli za kutatua matatizo kati ya nchi hizo mbili. Safu ya uchambuzi inakamilikia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi amesema kuwa makubaliano ya amani yaliyosainiwa baina ya nchi yake na Rwanda yanalenga kufikisha mwisho ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo. Kiongozi huyo alikuwa akilihutubia taifa lake katika kuadhimisha miaka 65 tangu ilipopata uhuru kutoka ukoloni wa Ubelgiji. Maelezo zaidi ni katika ripoti iliyoandaliwa na Daniel Gakuba. Hotuba hiyo ya rais Chisekedi imekuja siku chache baada ya kusainiwa kwa makubaliano hayo ya amani na Rwanda mjini Washington, Marekani, Ijumaa ya wiki iliyopita. Chisekedi amesema makubaliano hayo aliyoyataja kuwa ya kihistoria ni yenye tija kwa nchi yake na pia kwa Afrika nzima Setako, makubaliano yaliyosainiwa na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi mbili katika tukio lenye uzito lililosimamiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio yamejengwa kwenye msingi wa azimio la baraza la usalama la Umoja wa Mataifa nambari 2773 na yanasafisha njia kwa ajili ya utulivu, ushirikiano na ustawi wa taifa letu, ukanda wa maziwa makuu na Afrika kwa ujumla. Umoja wa Afrika pia umeyakaribisha makubaliano hayo baina ya Kongo na Rwanda ambayo yamefikiwa baada ya msururu wa mazungumzo na usitishwaji wa uhasama ambao haukudumu miaka ya hivi karibuni. Kipengele chake muhimu ni kuheshimu uhuru wa kieneo wa wadau waliowasaini makubaliano hayo pamoja na kusitisha mapigano kikamilifu. Ingawa waraka wa makubaliano hayo unasema yanaanza kutekelezwa mara moja, bado uhasama na ghasia vinaendelea mashariki mwa Kongo. Hata kiongozi wa upinzani dhidi ya serikali ya mjini Kinshasa, Martin Fayulu, amesema pamoja na mapungufu yake makubaliano hayo yanaleta matumaini kwa Kongo. Katika hotuba yake, rais Felix Tshisekedi ameelezea nia thabiti ya kurejesha udhibiti wa eneo lote la Congo chini ya mamlaka ya serikali, licha ya kwamba sehemu kubwa ya mikoa ya Kivu kaskazini na kusini yamekamatwa na waasi wa M 23. Makubaliano hayo ya amani yaliyosainiwa mjini Washington hayaelezi bayana hatima ya maeneo yaliyo chini ya waasi hao AFC M 23 na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali ya Kinshasa hawajaheshimu miito ya awali ya kuweka chini silaha. Wachambuzi wa mambo pamoja na wakazi wa mji wa Goma wameelezea mashaka kuwa yumkini makubaliano haya ya mapya ni ya ishara tu na hayatabadilisha chochote. Upande wa pili wa studio Tatu Karema yupo tayari kutuarifu la inayovuma katika mitandao ya kijamii. Tatu, jioni njema na karibu. Shukran sana njama. Uh, naanzia nchini Kenya na naanzia na habari za kuvunja moyo mm. Mchana nilikueleza kuwa ubongo wa Bonifas Kariuki mchuzi aliyepigwa risasi wakati wa maandamano tuseme wiki iliyopita jijini Nairobi mm -hmm. ulikuwa haufanyi tena kazi sasa mm -hmm. Sasa habari tulizonazo hivi sasa ni kwamba amefariki dunia na msemaji wa familia Emily Wanjira amesema Kariuki alithibitishwa kuwa amefariki saa 9 mm. na robo hivi leo alasiri. Naam, ni habari ambazo zimevuta hisia kwa wafuatiliaji wetu na pia watumiaji wa mitandao mbalimbali wengi wakisikitishwa sana na kifo hiki hmm. Uh, Musa Duke wa Vikindu anasema waliohusika wawajibishwe. Afrika viongozi punguzeni tamaa za madaraka, maana mnapoteza amani ndogo iliyobaki. hmm. Katres King anasema da inaumiza, pole majirani. Na Steve Juma anasema halafu, bado amri za shoot to kill zatolewa na waziri. hmm. inasikitisha sana. Inasikitisha. Tatu Karema kwa kweli Nam, na jambo unavyojua, tunashuhudia kipindi cha joto hivi sasa, tuko sama wenyewe sio lakini, ukweli ni kwamba mawimbi makali ya joto yamekumbwa sehemu kubwa sana ya bara Ulaya mwishoni mwa wiki iliyopita huku mamlaka katika nchi nyingi zikitoa tahadhari wakati joto hili linaendelea kuongezeka na inaripotiwa kuwa linaweza kufikia rekodi mpya. Sasa shirika la hali ya hewa la serikali ya Hispania Aemet limesema kwamba hali joto ilifikia nyuzi joto 46 siku ya Jumamosi. Uh, jiji la El Granado hiyo watembea kama wanyama choma watembea wamshikaji no, kusini magharibi mwa nchi hiyo na pia kuna uwezekano kwa wa kuwekwa kwa rekodi mpya, uh, ya mwezi Juni, na ikumbukwe tu kwamba rekodi ya juu ya awali ya viwango vya joto ilikuwa huko Sevilla mnamo mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano. Sasa tahadhari pia imetolewa katika sehemu za nchi za Ureno, Italia, Croatia pamoja na Ufaransa, Austria, Ubelgiji, Hungary, Sabia, Slovenia na Uswisi. Ujerumani haipo. Haiko katika orodha hii, hey. Lakini walisikiaje <laughs> mwenyewe Wataalamu wanaonya kwamba tukio haya hali mbaya hiyo yanazidi kuwa mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya hewa kwenye sayari. Mm-hmm. Sasa mpiga picha mmoja anaitwa Diego mkazi wa mji mkuu wa Hispania ambapo joto limekaribia nyuzi 40 anasema, Mm-hmm. Nadhani joto hili si la kawaida kwa wakati huu wa mwaka. Kwa miaka mingi, ninahisi kwamba Madrid inazidi kuwa na joto hasa katikati mwa jiji. Mm-hmm. Jenifa Gerard anasema Dubai tuko uh, na nyuzi joto thelathini na tano linatumaliza kabisa. Na Mufashion huyu anatoka uh, bongo huyu <laughs> anasema ingetokea bongo na umeme huu wa kuungaunga akika tungekaushwa kabisa <laughs> Bila shaka pole Tatu Karema, pole pole sana Tatu Karema. Yani hali ya joto inakupata mpaka ndani ya studio. Haya basi na mwelekezi pia amekuwashia taa. Eh, Tatu pata maji. Na mimi msikilizaji na mtazamaji nisome ujumbe uliotutumia. Tatu anasikia joto mpaka kwenye ko. Nasoma ujumbe wake Robinson Kachumita akiwa kule Kenya, Tanzania anasema Iran na Israel, malizeni tofauti zenu. Isaya Samba anasema kwa Kongo tumieni haya maadhimisho ya uhuru wenu kudumisha amani, upendo na mshikamano taifa lenu kayuni rashid wa dodoma tanzania anasema kongo inaadhimisha miaka 65 ya uhuru kuu wakipitia changamoto nyingi tatu naarifiwa muda upo nasi uh -huh. kwa hiyo acha niendelee tu kusoma huu ujumbe hapa wa instagram na muona dickson remelwa anasema umoja ulaya ndio munachochea mzozo wa urusi na ukraini kwa kuegemea upande mmoja musa chundu anasema wako nchi mbalimbali tangulizeni mazungumzo ili kutatua mizozo inayoendelea duniani kwa nukta hiyo msikilizaji, asante sana kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Saumu Njama ni kutakia jioni njema. Tatu, pole pole pole. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badry 8 Utelsat 8wb Hotbird 13g na Ses 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni, kwaherini.